chi ili kuwashawishi kupata kura zao. Rais akiwashutumu baadhi yao kwa kukosa kufanikisha maendeleo wakati wao uongozini. Aidha, rais amewarai vijana kuepukana na siasa za chuki na ukabila ambazo viongozi hao wa upinzani wanaendeleza. Siasa za mwaka 2027 zikiendelea kuibua ubabe wa kisiasa nchini, mikwaruzano ya mabega kati ya upinzani na viongozi serikalini unaendelea kujitokeza wazi. Rais William Ruto amewataka vijana nchini kutokubali kuingizwa katika siasa za chuki, ukabila na migawanyiko, akisema ndio ajenda ambayo viongozi wa upinzani wanaendeleza sasa hivi, kwani hawana namna nyingine ya kuendeleza siasa zao. Kama hana ajenda atauza ukabila mtu kama hana mpango anauza chuki you know mpaka wanafikia watoto wetu shuleni unataka kwenda kugawanya watoto shuleni how desperate can people be let our children be let our children learn those children are kenyans wherever they come from

Pia amewataka viongozi hao kupeana ajenda na kuuza sera zao kwa wananchi ili waweze kuwashawishi kupata kura zao, akiwashutumu baadhi yao kwa kukosa kufanikisha maendeleo wakati wao uongozini. Usemi ya kwamba unapanga vile vijana watachaguliwa? Hapana, unasema wewe unapanga vile vijana watakupigia wewe kura. Watakupigia wewe kura ndio wapate nini, you know? Kama wewe unatafuta kura ya mtu Give him a plan. What, what is in it for them? wewe unataka kupigiwa kura na wao nini yao iko kwa hiyo kura yako kama mtu amekuwa uongozi miaka kumi ama ishirini ama yule wa arobaini na hana track record ya kufanya kitu yoyote sisi tutachesa na kamari, kamari na mutu kama huyo atitufanya siasa ya guesswork Ati pengine amepata ujuzi hapa, amekuwa mwerevu all of a sudden. Aidha, rais ameweka wazi kuwa serikali imeachilia ufadhili wa masomo tayari wakati huu wanafunzi wanaendelea kurejea mashuleni, akisema kuwa pesa zote za shilingi elfu ishirini na mbili kwa kila mwanafunzi utaachiliwa na serikali kwa awamu. Weka pesa ya capitation for the first time in Kenya,

Amezungumza sure wa haya wakati wa kuachilia ufadhili wa nyota kwa vijana, akiwataka kutumia pesa hizo kuanzisha biashara wala sio kuzamia katika mihadarati. Frederick Kwambua.